Kwenye programu ya uragibishi uh, kama ambavyo ameeleza awali uh, katika wilaya ya Mtama tunafanya katika vijiji kumi ambako huko tunafanya kazi na waragibishi uh, watu ambao wameteuliwa kwenye vijiji au wametoka kwenye vijiji husika hivyo kumi, kuona namna gani wanashirikiana na jamii yao kujiletea maendeleo yao. Lakini hawafanyi kazi wenyewe, wanafanya kazi kwa kushirikiana na viongozi wao kwenye maeneo yao. Kwa hiyo tunafurahi kufika uh, Lindi kwa mara nyingine kuona namna gani waragbishi wanafanya kazi, lakini pia kuona namna gani wanashirikiana na waandishi uh, ili yale maendeleo ambayo tunayaona kule kwenye vijiji kuona namna gani sauti zinazidi kupazwa na watu kusikia yale yanayoendelea, lakini pia ni fursa kwa sababu tunaona uh, sasa imeleta hamasa katika jamii, ushiriki umeongezeka tunazungumzia makundi maalum, pia yanashirikishwa. Tunaona kina mama wanashiriki, wanajiamini na katika baadhi ya uragibishi pia tunaona kuna wanawake ambao wanasimama, kuna watu ambao wameweza kugombea pia katika nafasi mbalimbali mbali na wamepata katika jamii zao. Kwa hiyo tunaona kwamba uragibishi unazidi kuchochea swala zima la maendeleo na maendele, tukiendelea hivi kwa msaada wa, wa serikali yetu viongozi katika ngazi mbalimbali mbali, basi tutafika ile sehemu ambayo tunatamani kuona a, tunafika na kwa ujumla wake wananchi waliweza kuibua changamoto mbalimbali ambazo zinaugusa maeneo mbalimbali ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa. Kuna sehemu kulikuwa na kero za ukosefu ama upungufu wa majengo ya vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo, lakini pia changamoto za miundombinu ya barabara, huduma um, za maji na mambo mengine ambayo ya yanaugusa jamii nzima za vijiji hivyo husika. Kwa hiyo kupitia programu hii tuliwawezesha wanajamii wapatao themanini ambao walielewa namna ambavyo wanaweza kuibua changamoto kushirikiana na viongozi na wanajamii wengine kupanga namna ya kutatua hizo changamoto ambavyo, kwa ujumla wake, tulipata ziliibuliwa changamoto zipatazo thelathini kwenye vijiji vyote vijiji, changamoto tatu kwa kila kijiji, ambavyo uh, kuanzia tulivyoanza programu ya uragibishi kwa pamoja tulielekezana namna ya kutatua hizo changamoto, wakishirikiana na viongozi lakini wa kata na vijiji husika, lakini pia na uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Mtama, ambapo sasa kupitia uwezeshaji uh, tuliofanya tumewezesha sasa baadhi ya miradi mpaka sasa hivi imeshaweza kukamilika. Kwa mfano tu nikitolea mfano mradi wananchi waliibua wa kero ya kutokuwa na shule ya sekondari katika kata ya m, Hingawali ambapo wananchi kwa pamoja walikubaliana kwamba kwa kero hii sisi Aa, na, na kwa ujumla wake tu kwamba wananchi kwa kwa vipambele ambavyo walikuwa wanaibua au changamoto ambazo walikuwa wanazibua walikuwa wanakubaliana kwamba tutatekeleza wenyewe, tutachangia kwa viwango tofauti tofauti kulingana na walivyokubaliana na tutaanza ujenzi. Kwa hiyo kwa mfano wa Ingawali, waliweza kuibua ujenzi huo wa shule ya sekondari ya kata. Uh, wananchi wakakubaliana, kuchangia wakaweza kuchangia zaidi ya milioni moja kwa ajili ya ujenzi na mpaka uh, walivyoanza hatua za kufanya ufuatiliaji ngazi ya kata na halmashauri Halmashauri iliyopata fursa ya kupata pesa kutoka uh, Tamisemi waliweza kupeleka pesa zaidi ya milioni mia tano kusaidia jitihada za wananchi ambazo wali, waliibua kuweza kujenga hiyo shule na mpaka sasa hivi tunavyoongea, shule imeshakamilika na ilishafunguliwa na mwenge. Kwa hiyo kuna um, kuna vipaumbele vingi vimeshakamilika kwenye hali ambayo ilikuwepo kabla ya kuja uragibishi ni jamii kuto jamii ilikuwa inaamini kwamba kila kitu kinaweza kikafanya na serikali, jambo ambalo ukiangalia katika mazingira ya kawaida ni jambo ambalo haliwezekani. Serikali ina mambo mengi ya kufanya, serikali ina mambo makubwa ya kufanya sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kwa vijijini tulikuwa nyuma sana kuamini kwamba serikali inaweza kaja kutusaidia kuja kufanya jambo, ila ilipofika uragibishi ikaja kutueleza namna uragibishi ya utendaji wa kazi kwamba jamii inaweza ikafanya jambo pasipo kutegemea serikali. Mfano, kutengeneza barabara sehemu ambazo ni korofi kwa kuweza kuchukua jembe la mkono na kutosubiri serikali kuleta greda kuja kurekebisha, jambo ambalo ukiangalia baada ya kufika uragibishi, sehemu kama hizo zimeweza kufanyiwa kazi na zimefanyiwa utendaji kwa asilimia kubwa sana.